Ni siku muhimu sana kwetu sote sisi kama NBC, lakini mashabiki wa soka mkoa wa Tanga, klabu ya Coastal Union katika kukabidhi basi basi hili ni basi jipya kabisa tunakabidhi leo kwa timu ya Coastal Union ya Tanga. Sasa sisi kama benki ya NBC tunaona michezo ni sehemu kubwa, na tumewekeza kwa kiwango kikubwa, tutaona kwa ujumla kwenye NBC tumewekeza bilioni 32.6 katika mkataba ambao tulionao kwa, ni uwekezaji mkubwa, na tukitambua mchango wa michezo hasa mchezo huu wa soka katika kuleta maendeleo ya, ya Tanzania. Tunaelewa pia vilabu vimekuwa vikipata changamoto mbalimbali hasa za usafiri. Kwenye benki NBC tumekuwa tukifanya kazi pamoja na vilabu mbalimbali kugulisha eneo hili la uh, miundombinu hasa hasa kwenye usafiri. Sasa leo hii basi ya Coastal Union watapata ni, ni basi la nne kutolewa na Benki ya NBC. Huu ni uwekezaji, ni basi la nne katika ligi ya nne kwa ubora barani Afrika. Tunafahamu lengo la hii ligi ni kuja kuwa ligi namba moja barani Afrika, na sisi kama NBC tuko bega kwa bega kuhakikisha kwamba tutaendelea kufikisha ndoto um, hii mbele. Ni matumaini yetu kwamba wana Mangush wataendesha gari hili kusaidia pia kuendesha maendeleo yao na hatimaye kuchukua NBC Premier League. Sisi tunawatakia kila la heri na tutaendelea ku, kuongeza udhamini wetu na kuboresha mazingira ya toa ajira kwa vijana. Tunafahamu eneo hili linatoa ajira kubwa sana kwa vijana wetu na vile vile kupeleka maendeleo mbele, usanyaji wa mapato na maendeleo ya nchi.